Ah, Evelyn Wasilwa kutoka Bungoma. Mimi imagine nasimama na hao maskari. Ni nani mtetezi wa hao maskari? Wewe unasimama na askari? Haki tu kweli wana vijana wana unajua kitamba askari ya kushuti. Amekuwa amekuona, amekusoma kwa muda kimrushia. Evelyn, hata unajua anafuata hizo mafasi tu anakufuata anaona. Wewe we, Evelyn, acha unahatarisha maisha yake. Acha nikuulize, uliona hiyo video ya huyu jamaa alipigwa risasi? Mimi e, niliona. Sasa huyo kijana alikuwa na na, na makosa yapi? Makosa unajua huenda, yeah. Sivyo? unajua sasa picha ilimshika tu pale akikuwa na masiki zake eh, kuonyesha yeye eh, ni hoka mm. lakini unajua sasa hoka, ameenda maandamano. anyway, asante Evelyn kwa wazo lako. Ameri wa Kredo kutoka Kitengela. nashangaa sana huyo mwenye anasema ati askari ana watu. huyo jamaa mm. alikuwa ameshika mask akiuza mm -hmm agwa na bishana na mtu hata uliona, akinua mkono ni kama alikuwa anajizuia kama asigongwe mm. Alafu anarudishiwa risasi, ambapo ni makosa tu sana. Yani askari wengine unashangaa wako na utu ama ni wanyama ama ni nini inaendelea, hatuelewi mm. <coughs> ile kitu ingine nataka kuongelea ya Mkuru ameni kusema ati polisi station zote ziweke CCTV yes. Uh, Central ilikuwa na CCTV. but mm. what happened zilikuwa zilikuwa deleted, mm. So aina haja ati kusema ati huu oh, ati kutaweka CCTV ndio itakuwa na usalama, ndio kila kitu itaonekana pale. Ile kitu na propose ufanyiwe ni obi ila digital, lakini mambo ya CCTV hiyo ni nonsense. <laughs> <laughs> Na jambo, Julius Kedogo kutoka Eldoret, habari ya asubuhi. Mzuri sana coach, habari ya wewe? Ah, nashukuru sijui wewe. Huyu mama huyu hapa ni anaongea ni kama hako shimwa lake tu ambaye jukani ni wapi kwa sababu mm. Hii mambo ambaye ana, anaongea hii sijui anatoa wapi yeye, kama anapatiwa kumbe kumbe na wanasiasa huko, kupungoma yeye endelee kule kumbe kumbe yake polepole. Mhm, mm. James Town kutoka Kangemi na, hata nashangaa hii ni Kenya gani ambayo tunaishi sasa hivi? Mm-hmm. Kitu cha kwanza ni kwamba tuna maaskari wetu wanalipwa pesa kwa ushuru wangu mimi ambaye nafanya kazi. Ni kweli? At the same time huyo askari anakuta mtu anausa, ana, ana, ana, ana, barakoa ili aji, aji, apate pesa ya kulinda familia yake ili huyo tena askari apate ushuru mshahara wake tena huyo askari anampika risasi ni makosa makubwa sana mchana okay. peupe huyo mtu ana kitu chochote okay. mm -hmm. ambe askari a ah, mimi ninashangaa wakienda wakenda kwa watu ya maandamani aakana wenda na marisasi mm -hmm. kijana vile niliona alikuwa ana makosa yeyote sasa nani atamlipa mm -hmm. ne askari akiwawa huyo atalipwa